N, nina update, nataka niwaambie update, update: kiwanja Buhongwa hakijanunuliwa sijui ni nini? Wewe ulichangia hata mia? Wewe ulichangia hata mia? Wewe unayetaka mimi nikifanya kitu chochote nije kuripoti kwako ku. waliochangia wanajua kwamba kiwango chetu cha pesa ni kiasi fulani, mpaka sasa hivi tunatafuta kiwanja. Sina hata mia ya huyo kaka, pesa zote yule nokia nazo, waliochangia wako taratibu, nendo wao wako wanatusaidia Mwanza, vitu vyote viko pale dukani. Wewe kama nani? Wewe kama nani? wewe eh, uja kutoa update za vitu mimi ninavyovifanya. Monitoring spirit, I rebuke you in the name of God, I rebuke you. Yani mimi na wewe Resting a watu wako naonea huruma sana, naonea huruma rafiki zako, watu wako wa karibu, mtu yoyote aliyekuwa ya karibu yako namwonea huruma sana. We ni type ya mtu unaweza mtilia mtu dawa akafa ukiwa unamchekea kwenye meza. Achana na maisha yangu, nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Hivi vitu mimi vinaweza vikawa vinishtui na wala viumizi. Nina wazazi, ninaye mama yangu ninayempenda na kumheshimu nina wadogo zangu ambao wananitizama kama mfano. Nina wafanya kazi dukani. Respect the people I work with. Sijawahi kukuzungumzia kwa sababu una familia, una mume ndani, una watoto. Siwezi kuvunja heshima kwa mtu kama wewe, na sali mimi hata kama sivai ushungi wakati wote. Achana na maisha yangu, shetani mmoja. Achana na maisha yangu na kutoa katika maisha yangu kwa nguvu za Mungu. Kaangaike na waliokuangaisha. Kama kuna mtu alikufunga sehemu kwenye bahari huko, namuomba akakufungue akili yako ufahamu irudi ujijue ni mwanamke na una watoto. Unahitaji kuwatunza. Achana na mimi. Achana na mimi. Achana na mimi resti. Achana na mimi. I am done. This is my last conversation to you. I am done with you. Wewe ni shetani. Achana na maisha yangu. Stop embarrassing me. Stop trying to ruin my life. Stop talking about me hata kwa mafumbo. Nakwambia wewe, kuna siku utajichanganya vibaya. Kuna siku kuna siku ulichukua picha yangu ya blenda, ukaichukua ukaiweka kwenye lipeji lako tu, unaziba sura. Resty, there is a day without a name, you will not believe it. I am not, kama unavyoniona I respect my customers, I respect my business. You're going you're not going to step on me. Ukati tegemea nitakuangalia hivi. Ni miaka miwili naenda. Utaki kuacha. Endelea. I repeat. You have children. You have children. Huyo mtoto wako wa kike huyo mkubwa, akifika levo kama ya kwangu akafanya biashara kama za kwangu. Ingekuwa kuna mtu kama wewe. Ingekuwa kuna mtu kama wewe anamwandama huyo binti yako ambaye unalala naye hapo nyumbani kwako. Would that be okay to you? If it's not, then that tells how evil you are. Very evil. A very evil being. Ulikuwa na usichana wako ulipokuwa unasoma, unapelekwa shule na mabenzi na nini, stori zote tunazijua. Who ruined ujana wako? Who ujana wako, ni nani aliyekujeruhi wakati wa ujana wako? It's my time to work. It's my time to serve my customers, wakati naambiwa nauza vipodozi feki. I had to fight to the top to prove kwa wateja wangu kwamba I'm working. I had kusafiri, I had to save money, unanielewa. I had kwenda darasani kusoma Marehemu Nyawili angekuwepo, angesema wewe mwanamke na ushetani wako, ulikuwa influence ya mimi kuingia darasani kusoma kuhusu cosmetics. Sasa jiulize if you are doing this to me, kesho akifanyiwa huyo wa kwako uliokuwa naye ndani, kwa sababu sisi wengine hatuna wazazi ambao tunatakiwa kuangalia pressure zao na mioyo yao. I respect my customers so much, but you you made me break in front of them. You, woman.